Msanii Diamond Platinum pamoja na msanii Zuchu walitrend sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya video zao zikiwa zinaonesha namna ambavyo msanii Diamond aliamua kumfanyia surprise msanii Zuchu katika birthday party yake. Ukiangalia msanii Diamond Platinum walimwandalia party kubwa sana ambayo walikodi boti na ile boti msanii Diamond akaliremba, lakini pia akaonesha upendo wake wa dhati kwa kumnunulia mke wake kipenzi keki, lakini pia aka ndugu jamaa na marafiki kwa ajili tu ya kuhudhuria katika hiyo pati na tuliweza kushuhudia namna ambavyo Zuchu alifurahi. Zuchu aliona ni kwa namna gani mume wake Diamond partner mwanampenda upendo usio wa kawaida, lakini pia tulishuhudia video nyingine ikiwa ina trend ikionesha msanii Diamond partner ameweza kumfanyia Zuchu surprise nyumbani kwake kabisa, amepamba kila sehemu. Yani, kila sehemu ni mabaluni, lakini pia baada tu ya Zuchu kuingia chumbani yanaashiria upendo wa hali ya juu. Watu wengi sana wamejitokeza kuwapongeza. Komenti nyingi sana ukiziangalia, zinaonyesha wazi ni kwa namna gani kila mtu anafurahi kuona kwamba Diamond pamoja na Zuchu wanapendana kwa asilimia kubwa sana. Sasa moja kati ya kitu ambacho kimezua gumzo kubwa sana mitandaoni, lakini pia watu wengi wamekizungumzia kwa ukubwa zaidi ni baada tu ya mtangazaji Aaliyah na yeye pia kumpongeza msanii Zuchu kwa kuongeza mwaka mwingine kutimiza miaka 32 sio jambo la mchezo wala sio jambo la masiara, ni umri mkubwa sana ambao Zuchu tayari sasa hivi ameweza kuupata. Sasa Mtangazaji Alia akaona na yeye pia sio mbaya kama atamposti Zuchu alafu atampa hongera zake. Alia ameposti katika ukurasa wake wa Snapchat, ameposti hiyo picha hapo ikiwa inaonyesha Zuchu na Diamond wakiwa wanafurahi namna ambavyo wamefanyiana surprise. Baadaye akaandika congrats boss wife. Sasa unaweza kuona amemwambia kwamba hongera mke wa bosi. Unaweza kuona Aaliyah yeye anafanya kazi katika media za Wasafi katika upande wa redio. Sasa amemaanisha kwamba amempongeza mke wa bosi wake, na wala sio kwamba eti amempongeza Zuchu. Sasa amempongeza kwa niaba ya bosi wake. Sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi ya tofauti, kila mmoja akawa anajiuliza kwa nini Ali amposi uh, Zuchu? Kwa nini aandike hivyo uh? kwa nini asingeandika kwamba hongera sana labda Zuchu, hongera sana Bizuhura, mpaka aseme hongera mke wa bosi wangu, kwamba yeye ni mke tu wa bosi lakini sio vinginevyo, kwa sababu tuna fahamu eh, mambo ambayo yameshatokea kati ya Aaliyah pamoja na Zuchu. Hatukutarajia Aaliyah angeweza kuandika kitu cha namna hii, wala hatukutarajia labda Aaliyah angeweza kumpongeza Zuchu namna ambavyo amefanyiwa surprise na, na msanii Diamond Platnumz. Ni kama vile Aaliyah ameamua kuachana moja kwa moja na msanii Diamond. Eh, kwa kizungu anasema tayari ame give up tayari ameona eh, maji yamemfika shingoni, ya nini basi eh, aendelee kuzama? Kwa nini msanii Diamond Platnum hajawahi kuiona thamani ya mtangazaji Alia licha ya kwamba Alia waliwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi hapo nyuma, lakini Diamond uh, ni kama vile hajawahi kumkubali Alia, tunaweza kusema hivyo. Alia ni msichana mrembo, ni dada mzuri, lakini msanii Diamond Platinum hajawahi kumzingatia, hajawahi kumuonesha upendo, hajawahi kumuonesha lolote ambalo labda lingeashiria kuna upendo ndani yake na tofauti na hapo, msanii Diamond Platnumz mwenyewe ndo kwanza anaendelea kuenjoy na mke wake kipenzi Zuchu na wala haangalii mambo mengine yanakwenda vipi. Lakini kwa Aaliyah moja kwa moja tunaweza kusema ameachilia kinyongo chake, uh, ule wivu ambao alikuwa nao kwa msanii Diamond Platinum ni kama vile sasa hivi ameamua kuupotezea, sasa hivi ameamua kutulia. Yeye kama Alia ameona labda ni upuuzi, kwa sababu unamgangania mwanaume ambaye tayari ameshamuoa mwana mwanamke mwingine, na wewe ulikuwa naye kabla ya yule mwanamke ambaye alimuoa, jambo ambalo bado Alia alikuwa haelewi kwa msanii Diamond Platinum. Lakini sasa sasa hivi ameshaelewa kwamba moyo wa Diamond upo kwa Zuchu tayari. Diamond Platinum ameweza kudhibitisha upendo wake rasmi, na ndio ma Hana, hana mpango tena na mtangazaji Alia, lakini Alia tayari ameshakubali. Alia ameshaona kabisa Zuchu tayari ameshashinda ya yani hii gemu eh, e, walikuwa katika mashindano tayari. Zuchu yeye ni mshindi. Zuchu tayari ameshaolewa. Zuchu anafanyiwa surprise, Zuchu ananuliwa zawadi, mambo mengi sana msanii Diamond Platnumz anamfanyia. Sasa hatuelewi hapo nyuma Alia alifeli wapi, kwa sababu msanii Diamond alitoka na Alia, lakini sharti alilompa Alia hakutamani sana maua yao yaweze kuonikwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini baada ya kuja Zuchu, ni kama vile mahusiano ya, ya Zuchu na Diamond yakaendelea kuwa katika mitandao ya kijamii. Sasa ni kitu gani ambacho kilisababisha msanii Diamond Platinum agome au akatae mahusiano yake na Ali yasiwe kwenye mitandao ya kijamii? Huenda aliepuka ile kashfa, labda yeye ni bosi, anatembea na wafanyakazi wake huenda hakutaka hizo stories zizungumzwe kwenye mitandao ya kijamii weka. Mashabiki, una lipi la kuzungumza baada ya mtangazaji Aaliyah kuonyesha kwamba hana bifu na mke wa bosi? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.